Ni mambo ya Tanzania. Mmeona juzi vijana wa Kenya baada ya kena former justice Willy Mutunga na mashirika ya kupigania haki za binadamu walipokwenda kule, kisha baadaye ukaanza matusi kutukana na Rais Samia Suluhu Hassan wa jamhuri ya Tanzania. Sisi kama Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu Kenya na mimi kama rais wake hilo baraza na timu yangu hii tunalani vikali kutukana kwa mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Hiyo ni vijana wamemtukana, ni watu wazima wamemtukana, ni wanasiasa wamemtukana, whoever did it, tunalani vikali na hatufurahishi na tabia hizo, kama baraza kuu la ushauri la waislamu nchini Kenya Kemnac ni rafiki mkubwa na Jemat na Bakwata. Bakwata na Jemat ni vyama vya Kiislamu na vya dini tofauti, vinatoa heshima kubwa kwa rais wa Tanzania. Inakuwa ni makosa kabisa kwa mtu yoyote Kenya kumtukana Samia Suluhu na kudai kwamba nchi yake haina amani, anagandamiza watu. Sisi wa Kenya hatuwezi hata mara moja wafundishwa Tanzania mambo ya peace hata kidogo. Eti tu nchi lipinduliwa ya moyo akaponya kama hapa kontokia vurugu kubwa ya post election violence mpaka watu wakapelekwa heki viongozi wakubwa. Juzi jenzii waliandamana, wengine wakauliwa, wakavamia bunge, karibu rais Ruto apinduliwe. Aliosaidia ni baba barba Raila Amolo Odinga hivi sasa unakuta watu wanaolio ovyo ovyo na kutubwa na misitu kwenye ma, ma, maji ya, ya, ya, ya mito. Tanzania tangu sipatia uhuru wake jeshi lake halijathubutu kupendua nchi. Hapa walithubutu hakujaandamanwa wakavamia bunge na kulichoma hapa ilifanyika. Hakujapiganwa mpaka yapatikane nafasi ya waziri mkuu na rais. Kule waziri mkuu alipatikana na rais kisharia So Kenya, at any given time, huwezi kuwafundisha watanzania na rais wao mambo ya peace. They are far ahead than we here. Sisi hapa ukabila huko juu, wale kule sio kabila, atakaa rais Muislamu mara Mkristo, na hakuna vurugu. Hivi sasa unakuta rais ni Muislamu, makamu ni Mkristo Zanzibar, rais Muislamu, makamu Muislamu likuwa wakati rais ni Nyerere Mkristo, Mkapa ni Mkristo, Kikwete Mwislamu. Kabila ndogo ndogo zinachukua nchi na kuwa rais. Hapa Kenya kama ni kabila leo kuwa rais huwezi kuwa president. So hatuwezi hata one given day kuwafunishwa Tanzania ustarabu wa election, ustarabu wa kiongozi wa kisiasa au mambo ya peace.